Ni... naniko. Oh, oh, nabaambia hivi kama wanachezaka na mweye, wanachezaka na kende kumi na wakangalika hey. Ule mwanajisikia ainuke sasa, kama nilikamata wazungu salamabilu na Nanga nitamukamata kamata Philip na David nitakamata Corneille Nanga, kisekedi yakilituma. Niko na shida, ni mwenye na uchungu na nchi ya Wazimba. Sina shida ya wingi, nina shida ya mwenyeko na buchungu na nchi ya Wazimba. Eval, unanisoma jambo mwenye na shida ya buchungu, mwenye na buchungu na muzimba, mwenye na uchungu na, na, na manyema na este, ndio rafiki yangu. Sina rafiki mwenye kupenda mamlaka, sina rafiki wakula. Nina rafiki, rafiki na mwenye kuchunga inchi yake wa uchungu. Kama ulikula makuta a banyarwanda, rudishi ju Putini anaingia kwavo, sasa njenda